Bwana gani bwana? Kapauka bwana, ana nuru hana riziki. Sasa angalia kile kitambi kama bunju ile, minywele sasa kama vile mizizi ya bangi. Kwa bwana gani? Nashangaa maji. Atakupiga ndakukanyaga hapo, anatafuta pakufia. Unampiga wapi mimi na nani? Anatafuta pakufia kwanza za umemwona? Alipo ana stress kibao. Bwana yenyewe ukute hapo, atamkopa ana nini? mnanitaka eh, mwenye kujihudumia uwezi za nanii, nini mnavoresha mnanitaka, ile zako, mwenye kujihudumia uwezi. Wacha za kutubidumia sisi. Hebu tuangalie sasa, wanawake washindwa. Angalia ule mpua wake, umeuona. Wewe unahuduma kunipa, niangalie mimi nahudumiwa, babu. Wewe sina mda huo mimi eawalia nyumbani, siwezi kula mji mzima kama. Achana nao, nahudumiwa, nahudumiwa ungekuwa naupewe kufumba. Uniangalia vizuri, <coughs> <yana, tos> vizuri nyao, tutakukanyaga hey. <coughs> <da>. <coughs> <coughs> Shem, kuhusu usiwe na wasiwasi. Mimi kilichofanya nikusimamishe hapa, bwana shemeji, mimi bwana mimi namuulizia mke wangu kwa sababu, tokea tutoke kwenye ngoma jana, yule sijamuona mpaka asubuhi. Kwa kifupi, mimi nimelala mwenyewe leo, nimelala peke yangu kama navyolala nyoka. Kusema kweli, shemeji yangu, toka jana kwenye kigoma pale, kigoma kilikuwa kimechangamka, kimenoga. Wenyewe wakakukutana huko sijui alikoelekea. <laughs> Lakini shemeji, hilo sio swala kubwa sana. <laughs> E, e, Asaibu unapendeza shemeji, wanasema wenye mashara si mashara, uzuri unachangia. Ya shemeji bwana, saa asa mimi nilikuwa nakuulizia. Kwa hiyo mimi nilikuwa sina lingine ambayo nataka nikuulize. Wala ina haja kukimbia. Hapo hapo. Hapo hapo. Bwana sasa nimewakuta. <laughs> Yaani mimi hii kilo kitu ambacho nilikuwa nakitaka. Maana kila siku nilikuwa nakwambia nahitaji mke mwenzangu, nahitaji mke mwenzangu, jibu sipati. Kumbe mke mwenzangu naye na ninatamba naye mjini, lakini ile swala la kuniambia kwako wewe unaona shida. Na mume wangu na wewe hata shilingi elfu tano ungekuja kwangu tu nakuniambia mke wangu mimi nataka shilingi elfu tano kidogo nishapata bungo. Mimi ningekugawia kwa sababu nahitaji mke mwenza, lakini swali kwako kwa mke mwenzangu. Oh, mtumbu ulio ingia, unaweza kupiga mbizi? Eh? Mke mwenza karibu nyumbani ah. Yaani, mume wako kanisimamisha hapa, anakuulizia wewe, yaani hapa alipo, anakutafuta wewe. Toka kwenye Kigoma shoga yangu, ulivyotuacha ujarudi nyumbani, yaani ujalala nyumbani shoga yangu Mwanaume mbaya we, wala huoni vibaya we. Tumelala wote nyumbani we, huyu, tumelala wote tumeamka wote asubuhi, tunapashaza tukipolo kipolo, tumekaa pale kibarazani mahaba motomoto moto. Ila cha ajabu, kuingia ndani tu kutoka huyu bwana katoka na kipolo, mama naye mwenye simuoni katoka na jiko zima. Haya ndio uje kumuongo pia mwenzoko, mwene, nyumbani mimi sijalala. Mwanaume mbona una haya we, wala huoni vibaya. Mnamke wangu mimi tu nilikuwa nakutafuta tu Shoga yangu huyu mwanaume wako dishi limeyumba, mpeleke milembe huyu tena, muwai mapema kwanza. Koma tena koma na kustopisha na koma na alama za mkato hizi mbili. Huyu ni mume wangu na akili zake ziko timamu, angekuwa ana akili timamu asingekusimamisha hapa na zako akili timamu, we na ukasimama, ila ukiona hivyo amekusimamisha tena kichochoroni, ungekuwa na akili timamu wewe mgeenda kukutana loji, ila sio kichochoroni ndugu yangu koma. Nipo, niponee kwa miaka mingi sana. Huyu hajawahi kuvaa kofia kwenye unyayo, bali kofia yake kwenye kichwa, sijui unanielewa? Na pia Nashukuru maana mume wangu kaniheshimisha kila siku. Nilikuwa na haswa, nataka mke mwenzangu, nataka mke mwenzangu, hatimaye nimempata. Majirani, na mke mwenzangu, mke mwenzangu naye na ninatamba naye mjini. Karibu mama kwenye ukoo wa Morogoro. Lakini swali je, huu mziki ulioingia utaweza kuucheza? Hiki kina kirefu, ndugu yangu, kama hujui kupiga mbizi lazima uzame, sijui unanielewa? Nawe mwanaume, aya, endelea kupiga swaga Shem, nini kinaendelea? we shemeji, achana nayo hayo maswala, yani mke wangu e. Hey, hey, mweza kuwa na matatizo, kwa hiyo usimfikirie sana. Mi nisamehe, mimi banakia Mungu mba nisamehe, shemeji tafadhali, ninaomba mniheshimu. Io nataka mke mwenza, sijui nani nini? Haya, ndo kwanza asubuhi kashaanza kuwa kav Jeki ambaye ndio amefika mchana mchana. Ila. <laughs> Yeah. Shoga yangu, mguu nimekufuata wewe. Zawadi na shani huko wanakaa wamekuwekea kikao. Kama unavyojua wale watu, wakianza kumsema mtu anamsema mpaka anapaliwa kwa liko. Nikasema sio kweli. Udugu wangu amsema kisa nini? Nimeabeba maneno shoga yangu nikasema sirudi nyumbani nikuletee habari. Wanakusema tena wanakusema zawadi sasa. Hivyo vitu vyake kavitupa. Hajatoa, yani siwezi kutoa mia nyekundu. Nikaenda nikamrudishia. Bibi pale ujaweka pale umepoteza. Upo nyonyo. Vyangu vitarudi tatu, labda nikwambia hivyo, hawajanijua vizuri umeelewa, eh. Mimi nikitoa kitu changu sipotezi. Na ndo kaona na wewe uondoke kwenye shughuli hivi tatu wako niacha yani? Mimi shughuli kweli yani, unaona kabisa shughuli kwa uwanjani mimi ndo niko pale, nakambia sina ili alali naatamaki tatu wako niacha mimi? Ai shoga yangu mimi mimi sijaondoka kwa kupenda siku ile, kama ulivyomwona zaidi na shaida kwamba amenikukusa kika kika. Tondoke huko, tondoke huko kama unavyonijua mimi, mama ngoma. Nikienda kwenye shughuli mpaka nahakikisha kama ni mziki unapakiwa kwenye gari, kama ni kigoma wanaondoka. Ninapopenda ngoma, unanijua. Hakuna siku leo iliniuma kama jana. Na usichokijua, wale sio binadamu. Sio binadamu wa kawaida. Kama bora ni bora, ungekuwa udugu tu, mimi na wewe. Lakini bibi wona, unanisaliti mimi, unaenda kwa wale. Wale hamna kitu. Pale umepoteza, shoga yangu, hamna kitu pale. Mimi sija kukusaliti tatu. Ila wewe ni wewe, unataka kunisaliti mimi sasa. Naambia hivi mi, vitu vyangu watavitoa, sawa eh? Mimi watavitoa, mi sijapoteza, mi natarajia kuingiza, sio. Unanielewa? Yaani waambie wanavyotaka. Mi nataka nikasema, mimi nikasema mimi, udugu wangu siwezi, siwezi kusikia na kusema vibaya. Nikanyamaza, nikasema maneno hivi hivi ya moto ya moto. Hata nyumbani kwangu sijaenda nikufikishie bibi habari. Ndio hiyo, ukae kwa kutulia, ulipwi nini wala nini. Wewe, mimi watalipa <laughs> mimi.

Abaigigaa mtu kama nilivyokuchana, mazingira hapo jiko na sufuria yake, mazingira, kila kitu, kuna upolo yaani, shebele shebele tu. Nige bagula tano tukiaja kuongea kaka, kama treni ya umeme yaani, mimi ndo mteja wako hapa mtaani, hakuna mtu asionijua Si umenielewa? Leo hii unaleta mimi kijiko kibovu eti 5000? Ha, pweza we! Sasa so sikiza, nikwambie. Yani mimi kwa ajili mjiko mbovu, mimi nitakupa buku. Sema nini kiuni hiyo bakola moja, unaniayusha mwanangu, mwana afu familia yangu kimazingira. Nige bakola tatu, mimi nakuachia mali mali, kila kitu full package. Yani mchai mboga tu mwanangu, unaenda mwana mwana kukinda, unachukua tanyanya kachumbari, unakatakata ile, unakitoa kitu ni una kinde bakola tatu hmm. Nikwambie, sijui bakula tatu sijui ndio mimi sitoi. Yani hapa imezidi sana, buku kabisa. alafu pweza, ili jiko mimi, unajua nalijua iiaiohaugeaaia an

Alifanya na maba maba, wewe, ana wapi babu? maba. Ana maba atoe wapi babu? Kwa bwana gani kwanza mama? Anaiga. Yaani anaiga mambo achie wewe, mambo yana wenyewe. Umeona? Kimenuka. Kimenuka. Tayari. Tayari. Mama Samani, umenionea simu yangu ndani? Maana nilimwacha mwanaume wangu sasa simuoni na simu yangu siioni <laughs> ha, mimi na mi simu yako tunahusiana nini? Mimi sijakuonea simu, sema kama umeibiwa, sema mama, mimi nimeibiwa simu. Mimi sijaiona simu, shoga eh? <laughs> yangu umenielewa? Asa we doli, rafiki yangu asa, watoto wa kike tumechangamka wewe unamokota bwana mtani unamleta nyumbani kwako. Ukimpata bwana unaenda naye gesti. Likizima unalifokoa. Wewe unamchukua bwana unamleta nyumbani kwako kwa sasa kisha kuibia. Wewe vipi wewe, umepooza wewe dada? Sasa hapo, mzangu. Sasa hapo unatafuta simu ama umekopa hapo? Mm? Umekopa kwa nani? Haikuhusu. Nimeuliza tu kuhusu simu yangu. Wewe, kuhusu masuala ya kukopana inakuhusu nini? Ah, muongo. Hapo ulipo na hasira mara mbili. Umekopa alafu simu imeibiwa. Nyo, kwa hiyo wewe kwenye shughuli pale uko unaangalia ni unatafuta niondoke na nani we dada? Wewe una hata haya lo. Kenda kuchukua kibaka akakuibia simu <laughs> una lokosa nyama huyu. Hey, bibi, tuliza mshono. Babu umekopwa, ana jishawa mzuri. Mtu wenyewe utaki akukopwa ana nini sasa? Baba kakopwa, simu iliondoka. Dada anajikuta wewe, anajiona yeye mzuri. Haya, ilikuaje uzuri wake ndio umeshapa baya sasa? Shani, ili jiko ni la kwangu. Ina maana wewe kuja kwangu kote pale, tunakaa nyumbani, mama, tunapika tunakula, tunamaliza, hata kulika ile, hey, hey, eh? jiko langu wewe hujaweza, kweli. Dada usinifokee, umesikia? Mimi mwenyewe jiko nimeletea hapa tena, nimemwambia Pweza. Mbona ile jiko kama mimi nalifahamu? Na kwa taarifa yako, shoga yangu, jiko nita kuuzwa kwa shilingi elfu tano tu. Pweza atakuja kufa vibaya, mbwa huyu atakuja kufa nakwambia. Mdomo uko juu kama mbwa ukakimbizwa na wanajeshi. Ila tuachane na hayo, maana kuhusu jiko sijui, kuhusu kipolo. So kilichonileta hapa, mada ya msingi kwanza, unakifua eh? Eh. Hmm. Ebu nipege mi uobuyu mwisho wa siku sije nikafa na pressure. Nakuuliza hivyo na maana yangu, sije baadaye ukaenda kuyazagaza huko, ndio maana nakuuliza mapema tu sije baadaye tukaanza kuchenjiana Kifua unacho? Kifua ninacho bwana wewe. Ah. Sawa kama kifua unacho. Lakini mimi kilichonileta hapa kuhusu mwanaume wangu. Udugu wangu leo nimemfumania. Na sijamfumania na mwanamke mwingine yote kusema labda yani wa mbali ambaye simjui. Nimemfumania na Stella. Yaani kwanza Stella kajizalilisha yule mwanamke, mdada mrembo, mdada mzuri, ameshindwa hata kwenda guest kwenda kuzagamuana kwenye vichochoro. Elfu tano tu ya kuingia guest, yani guest zote hizi zilizojaa na majumba yote ya chakavu yalivyojaa. Lakini udugu wangu, kwenye kichochoro ndo nimemkuta wewe e. Na nami mwenyewe nilishangaa kama unavyoshangaa wewe hapo. Kwa hiyo shogaangu, sasa hivi naona mke mwenza e. Udugu wangu mke mwenza naye na ninatamba naye nginja nginja mama, ila mi ndo mke mkubwa, ye ni mke mdogo. Lakini kuswae mimi yote hata siyahitaji, kwa sababu hiko ndo kitu ambacho nilichokuwa nakihitaji. Ndugu yangu, ya mi nilikuwa nahitaji mke mwenza. Yaani lazima akae kwenye nafasi yake. Lazima akae kwenye mstari wake. Asijifanye kimbele mbele kama mtu wa tembea kujifanyia ndo mke mwenza aanze kuweka batwa na mimi kwangu mimi atashindwa. N na kuhusu hayo yote maswala ya mke mwenza kwanza udogo wangu, hebu kwanza tuachane nayo. Maana hiyo ndio kitu ambacho nilikuwa mimi nilikuwa nakihitaji. Mimi nilikuwa nahitaji mke mwenza na nilimshauri mwenyewe mume wangu. Ila kilicholeta hapa zaidi kuhusu huyo Maija. Kigoma chote kile nakwambia akakifunga kumbe kukuenyeka kodi. Zawadi, unakumbuka mimi jana nilivyowaambieni, tangu lini Maija yakafuga kuku? Leo mnaona kauli yangu ilivyokuwa na nguvu eh, yeah. Alafu Mungu alivyokuwa nakupa kufanana naye, alivyonyoa basi na ule make alivyonyoa mpala pembeni, ikaacha nywele, wamekutana. what? akili hawana. Na wewe mwanamke kome, mbona <laughs> <laughs> viki na habari gani? Hatuna habari yoyote, kwani uko ulipotoka kuna nini? <laughs> Msicho kijua sasa, Maija kapata habari zote tulizoziongea siku ile. Mimi nilikuwa nakwambia, shoga yangu ongea taratibu, hii tena unabwata sijui nani, bibi wewe. Kaasikia ile maneno, kaenda kumwambia. Jamani, mimi na umri huu, toka nizaliwe mimi sijasutwa. Kasema namfuata mmoja baada ya mwingine, tunakuja kusutwa. Jamani, Maija ninavyomjua, alivyokuwa na mdomo Maija he. Lakini wewe Tatu, hebu ngoja kwanza, ile siku pale tulikaa watu hawa tulikaa watu watatu, alikuwa Shani, nilikuwa mimi na ulikuwa wewe. Hakukuwa na kunguru mwingine yoyote kusema labda alisikia yale maneno. Haya, huyo Maija ameyasikiaje? Wezawadi hmm. siku ile ulikuwa nikakwambia, mimiongea taratibu, kwa sababu njia hii kubwa, labda kasikia mtu kenda kupeleka maneno, nilikuleteni umbea huo. Sasa tusubirini kusutwa, mimi navogopa kusutwa, navomjua Maija si, popote kwa Tatu. Tatu. Tatu. Ah. Shani tumeisha Tumeisha udugu wangu, tunaekapi sisi? sura zetu tumezidumbukiza kwenye kwapa. shoga wangu watatu jaisha. Ngoja nipeleke mjiko ndani, tukamtafute mtaa kwa mtaa, mbea wetu nani. haiwezekani usikute ndio huyo yo. Tatu wewe unamwamini nini huyu? hilo ni jambo la msingi, beba ili jiko, tukamtafuta huyo mbea ambaye kaya mchukue ile. Changamka shani, shani changamka, kaya jiko changamka. na hiyo mikanga barabarani kama natoka mkoleni. We, acha tu shoga yangu kutembea hivi na matenge, sio kwamba nimependa kilicho nikuta, Mungu ndo anajua. Jana kwenye Kigoma shoga yangu, si ndo nikajiokolea bungo mimi tena nikajiona nimepata shoga kumbe nimepatikana. Asubuhi mwanaume kaniibia simu na ka, kasepa hajaniachia hata shilingi kumi. Hapa nilipo ndo unamtafuta dada. <laughs> <laughs> kwa hiyo hapo ulipo umekopwa. Sasa kinachowachekesha hapo kitu gani? Aya, nanyee vipi, mbona pekupeku? hmm. shoga angu sisi kichotukuta, naona hata we unaafadhali dada, maana napokwambia jana tulivyotoka kwenye Kigoma dada, tukaenda nyumbani. Tumefika nyumbani, hata tumchambue Maija, tumemsema dada lini, tumemchambua kama karanga. Yaani hapo napokwambia Tatu kaja kutuletea umbea kwamba Maija yote kayasikia. Kwa hiyo hapo unapotuona tunaenda kumtafuta mbea wetu nani, na tukimpata atatueleza maharage mboga kuingocha makande. <laughs> Ina maana nyiye mpaka leo hamjamjua mbaya wenu eh. mbaya wenu mnakula naye dada, mnatembea naye dada, mnatwanga umbea pamoja, hamumjui mpaka sasa hivi? Atumjui sie <laughs> kweli, mbaya ndugu, huyo huyo shoga yenu, shoga yetu. mm-hmm uyo shoga yenu Tatu ndo mbaya wenu. Nilimsikia kwa masikio yangu akimsimulia Maija kila kitu, kwa msimtafute mchawia Kumbe Tatu yeye ndo mnafi. Kumbe ile siku ile pale tumekaa mama, tumeyazagaza shoga yangu, tumetafuna ubuyu na karanga zote, kumbe ndo katoa zile mbilimbili zake kazipeleka kwa Maija kenda kumpelekea umbea. Alafu tena kaja kwetu kasema oh, maija kajua kila kitu, kuna mtu kamwambia, na mnakuja kusutwa sasa. Leo nataka nimuonyeshe kwa nini gerezani kuna kuwa na manyapara. Yani leo tunaenda kumnyaparisha, hatucheki na yoyote, hatucheki na kima la, lazima tumuonyeshe mbwa yule. Asante kwa taarifa.